Kuelezea uh, karibu basi katika upembuzi wa magazeti katika awamu ya kwanza ya jambo Tanzania. Leo ni Jumatano Julai Mosi mwaka 2015. E, uh, gazeti Habari Leo katika ukurasa wake wa mbele inasomeka hivi: warejesha fomu watema cheche. Pinda, Membe, Mwakembe, Sumaye, Malecela watoa ya moyoni, wamo pia kina Monica, Mbega, Mahiga, Amos pamoja na Chagama. Habari hii inapatikana kwa undani katika ukurasa wa nne gazeti Habari Leo, lakini vile vile kuna habari ambayo inasema wabunge serikali wavutana gesi. Wabunge wameshauri serikali isifanye haraka kwa kuwasilisha bungeni miswada ya sheria kuhusiana na masuala ya mafuta na gesi, kwa sababu mawazo yao ya hivi sasa yapo katika uchaguzi mkuu na wana mgogoro wa utulivu wa mawazo pamoja na fikra. Ya gazeti hili hili habari leo katika ukurasa wake wa mbele e, chini linaandika serikali ya saka wa hujumu mafuta, yasema wasambaza ujumbe mfupi watatiwa mbaroni, inapatikana katika ukurasa wa saba kwa undani, hilo ni gazeti Habari Leo. Nakamata sasa gazeti Uhuru, katika ukurasa wake wa mbele, habari ambayo imepewa umuhimu wa juu ile inayosema mbio za urais 2015 vigogo wanane warejesha fomu. Pinda, Sumaye waahidi kukubaliana na maamuzi ya vikao. Membe akanusha madai ya kuchota mamilioni kutoka Libya. TAKUKURU yasema anayehonga wapiga kura bado hajiamini. Ukurasa wa mbele una habari pia inayosema Dr. Shein awaonya wanasiasa Zanzibar, asema Zanzibar si mali ya mtu binafsi, ni nchi ya watu wote. Aonye atakayefanya vurugu atadhibitiwa na vyombo vya dola. Inapatikana kwa undani katika ukurasa wa nne. Lakini vilevile vile kuna habari hapa, bei ya petroli ya panda. Inapatikana kwa ukurasa wa tatu, e, kwa undani e, kuna habari picha pia hapa e, linaonekana jengo jipya la mahali ilipozaliwa tano tarehe saba E, mwezi Julai mwaka 1954 linavyoonekana baada ya kujengwa upya. Jengo hilo ambalo linaonekana hapo pichani lipo mtaa wa Lumumba jijini Dar es Salaam ambako pia ipo ofisi ndogo ya CCM makao makuu e, gazeti Uhuru hilo. E, gazeti Majira e, lenyewe linaandika Membe azijibu tuhuma za Libya, ajibu uvumi unaodai amechota dola milioni ishirini, awataka wagombea e, uraisi wayakubali matokeo Pinda Sumai watoa ushauri lala salama, inaendelea katika ukurasa eh, wa nne. Eh, gazeti Majira, ushirikina kwa walimu wachukua sura mpya. Habari hii inapatikana ukurasa wa tatu. Lowasa kurudisha fomu za urais leo. Habari hii pia inapatikana katika ukurasa wa tatu. Wabunge wakataa miswada, wahoji kwa nini serikali iharakishe kupitisha, inapatikana ukurasa wa kumi na nane. Eh, ni kusomee kwa undani habari ambayo umepewa uzito wa juu katika ukurasa wa mbele wa gazeti Majira. Habari hii inapatikana katika ukurasa wa nne. Uh, Membe azijibu tuhuma za Libya. Waziri wa mambo ya nje wa ushirikiano wa kimataifa Bernard Membe jana amerudisha fomu ya kuomba kuteuliwa na CCM ili iweze kuwa, ili aweze kuwa mgombea urais katika uchaguzi mkuu Oktoba 25 mwaka huu kwa tiketi ya chama hicho. Uh, hamsini na tatu elfu na watatu kuingia kidato cha tano. Ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI imesema wanafunzi zaidi ya elfu hamsini na tano kati yao wasichana zaidi ya elfu ishirini na tatu na wanaume zaidi ya elfu thelathini na moja sana asilimia sabini na nne nukta tano nane wamechaguliwa kujiunga na kidato cha tano pamoja na vyuo vya ufundi. E, Majira katika ukurasa wake wa tano linaandika Tanzania, Zambia kulinda misitu <coughs> Gazeti Nipashe liko mkononi mwangu kwa sasa, na katika ukurasa wake wa mbele habari ambayo imepewa muhimu wa juu hapa inasema petroli haishikiki, bei mpya ya paa kwa 12, 32, 12, 61, 369, shilingi 232, dizeli shilingi 261, mafuta ya taa shilingi 369 ni matokeo ya kuzidi kudorora kwa shilingi. E, nikiangazia katika ukurasa huu wa mbele kuna habari nyingine inayosema majina waliochaguliwa kidato cha 5 2014 yatangazwa habari kamili ukurasa wa tano. Dkt Nchimbi ajitoa rasmi mbio za uraisi. Habari hii inapatikana pia katika ukurasa wa tano. E, niende katika ukurasa huo wa tano kusomea habari ambazo zimechomoza katika ukurasa wa mbele kwa undani zaidi. E, gazeti E, Nipashe linaandika majina waliochaguliwa kidato cha tano elfu mbili kumi na nne yatangazwa. Hatimaye majina ya wanafunzi waliochaguliwa kujiunga na kidato cha tano baada ya kufaulu katika mtihani wa kidato cha nne uliofanyika mwishoni mwa mwaka jana yametangazwa jijini Dar es Salaam jana huku e, wanafunzi kumi na nane elfu mia saba hamsini na moja wakikosa nafasi katika shule za sekondari kati ya sabini na tatu elfu mia saba hamsini na nne waliokuwa na sifa za kuendelea na kidato hicho. Aya, petroli haishikikihii pia inatoka ukurasa wa mbele. Kuendelea kuporomoka kwa thamani ya shilingi dhidi ya dola ya Marekani kumeendelea kuongeza makali ya maisha baada ya mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji URA kulazimika kuongeza bei elekezi ya petroli, dizeli na mafuta ya taa kuanzia leo, licha ya bidhaa hiyo kushuka bei katika soko la dunia. Gazeti Mtanzania katika ukurasa wake wa mbele linaandika bungeni, kwa chafuka, waziri mbunge nusura wazichape miswada mitatu ya kataliwa ndivyo ambavyo linaandika gazeti hili. Uh, lakini vile vile kuna habari inayosema Membe ya mgeukia Mwandosia. Waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa Bernard Membe amesema hata muunga mkono yeyote miongoni mwa makada anawania nao kuteuliwa na Chama cha Mapinduzi CCM kuwa mgombea urais katika uchaguzi mkuu wa mwezi Oktoba mwaka huu. Membe alisema hayo jana wakati akirudisha fomu za kuania nafasi hiyo mjini hapa, licha ya kukaririwa wakati akitafuta wadhamini mkoani Mbeya kwamba atamuunga mkono mgombea mwenzake Profesa Mark Mwandosia. Wanafunzi kumi na sita elfu wakosa nafasi kidato cha tano. Maiti ya toka jasho ya tikisika ndugu washindwa kuzika. Habari hii ya kusisimua nitakusomea kwa undani katika ukurasa wa pili wa gazeti Mtanzania. Maiti ya toka jasho ndugu washindwa kumzika. Hali ya sintofahamu imeibuka katika eneo la Magomeni, kata ya Dunda, wilaya ya Bagamoyo, baada ya mwili wa marehemu hatujuani Shabani miaka arobaini kushindikana kuzikwa kutokana na kuziko ndugu zake kudai ulikuwa ukitokwa jasho kutingisha miguu, kichwa na mkono wakati ukitayarishwa kwa maziko. <coughs> maziko mtazamaji. Um, sasa nigeukie kurasa za michezo na burudani kumradhi. <coughs> Uh, nikigeukia sasa uh, magazeti ya michezo na burudani Uh, Dimba linaandika Yanga imenoga ngoma, anajua Zuta anatisha, wasaini miaka miwili kila mmoja. Hii sasa ni Simba mpya, yafundishwa soka la nchi nne. uh, ndivyo anavyoandika gazeti hili katika ukurasa wake wa mbele. Ukurasa wa nyuma, Ramos naenda Maniu apouza ushauri wa Ronaldo Dehea chimba mkwara, akiongea uso kwa uso na afisa mtendaji mkuu wa klabu ya Real Madrid Jose Angel Sanchez. Sergio Ramos ameweka wazi kwamba anataka kuondoka Santiago Bernabeu na sehemu pekee anakotaka kuhamia ni ndani ya Old Trafford.